imeahidi kuboresha na kuimarisha usalama kama ndio, usalama wa nchi kama ndio jambo namba moja, amani ya nchi kama ndio jambo namba moja. Jitihada hizo hazitawezekana kama sehemu za kufanyia kazi za kusimamia huo usalama hiyo amani zitakuwa zimeharibiwa. Kwa hili ni jambo la kulifanya na sisi tumepokea maelekezo kutoka kwa rais kwamba tupite na kuangalia na kuchukua hatua mara moja na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana baadhi ya wadau ambao wameanza kurekebisha vituo vya polisi kwa kuchangia fedha wao wenyewe. Tumefika pale Tegeta pale juu, tumeona wakiwa wanafanya, wananchi wenyewe wamejiorganize, wameanza kurekebisha kwa kupiga rangi. Na nichukue nafasi hii kuwaomba na wadau wengine ambao wako tayari kuisaidia serikali kwa sababu haribifu ni mkubwa na maeneo ni mengi, ili waweze kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunarudisha na kurejesha huduma hizi za usalama na hasa vituo vya polisi kama ilivyokuwa awali. Na kwa upande wa serikali, rais ameshakusha kuagiza, tunafanya kila kinachowezekana kutafuta fedha kwa kuhakikisha kwamba tunarejesha huduma kama zilivyokuwa. Ndugu zangu, kama nilivyosema, kazi ya Jeshi la Polisi ni kulinda amani, kulinda usalama wa raia na mali zao na kwa hivyo, wananchi, nyinyi ndio ndio mabosi wa hawa askari. Wananchi, nyinyi ndio mmewazaa hawa askari polisi. Hawa askari polisi ndio watoto wa nani? Si wa kwetu? ndugu zangu, si watoto wa kwetu? kazi yao si kutulinda sisi? Kwa hiyo kama ni kutulinda sisi, sisi wananchi ndio mabosi. Na kwa hivyo, kuharibu sehemu zao za kufanyia kazi, kuingia kwenye ugomvi na askari polisi ni kupoteza rasilimali ambaye kazi yake ni kutumikia sisi sote. Wewe ni waombe sana wananchi wa Tanzania, na kupitia mkutano huu hapa Salasala, tuwapende askari wetu, tushirikiane nao kwa ajili ya